Marekani imethibitisha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na Rwanda zimewasilisha rasimu ya mapendekezo ya mkataba wa amani ili kuleta amani ya kudumu mashariki mwa DRC. Victor Abuso na maelezo ya kina. Massad Boulos , mjumbe maalum wa Rais Donald Trump, amethibitisha kuwa Marekani imepokea mapendekezo hayo. Baada ya hatua hiyo, mjumbe huyo wa Trump amesema kamati maalum imeundwa ili kupitia mapendekezo hayo ambayo yanatarajiwa kusaidia kupatikana kwa mkataba utakaosaidia kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamati hiyo inaundwa na mataifa ya Qatar, Ufaransa na Togo huku ikiongozwa na Marekani kwenye mchakato huo wa kuleta amani. Baada ya DRC na Rwanda kuwasilisha mapendekezo hayo, mawaziri wake wa mambo ya nje wanatarajiwa kukutana tena baada ya wiki tatu kwa ajili ya majadiliano zaidi. Marekani chini ya uongozi wa Trump imejitosa kwenye mzozo huo wa mashariki mwa DRC ikilenga kusaidia kupatikana kwa amani na kuwekeza pakubwa kwenye sekta ya madini katika taifa hilo.